Jambo na karibu katika taarifa hii ya Western Mbeya Zone ambayo inawasilishwa kwako na Arnold Liberius Yankana. Taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu nne ambazo sehemu ya kwanza jiografia, sehemu ya pili ni utume, sehemu ya tatu ni ukuaji na sehemu ya nne ni viongozi wa kanda ya Western Mbeya Zone. Katika sehemu ya kwanza ambayo ni jiografia, Joseph Kimumbe, kiongozi wa Western Mbeya Zone Anayo taarifa zaidi. Kanda ya Western Mbeya Zone ambapo hapo kabla ilijulikana kama kanda ya Simike, baada ya kutengwa na rasmi na uongozi wa TUCASA SHC katika tarehe ya 31 mwezi wa 5 mwaka 2025, ikiwa na jumla ya matawi saba ambayo ni Musti, Ifisi, TIA, MPC, FDC pamoja na Sunrise. Kanda hii ambayo kwa sasa inajulikana kama kanda ya Western Mbeya zoni baada ya kubadilishwa jina kutoka Simike Mbeya zoni na kuja Western Mbeya zoni, baada ya mkutano mkuu wa wanachama ambao ulifanyika katika federation ambayo ilifanyika katika, katika, katika chuo cha TIA mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Kanda hii ipo katika maeneo ya magharibi mwa mkoa wa Mbeya ikianzia kutoka katika chuo cha TIA mpaka kuelekea katika wilaya ya Mbalizi katika maeneo ya Mbalizi ambapo tunakutana na chuo cha mwisho ambacho ni Sunrise. Ndilo eneo la kijiografia la kanda hii ya Western Mbeya zoni. Pamoja na hayo, taarifa hii sehemu yake ya pili ilikuwa ni utume kama agizo la kanisa la univesa wa Sabato. Litakwenda kanda ya Western Mbea zoni pia imekuwa ikiendelea kujihusisha na habari ya utume. Festina Mambula anayo taarifa zaidi. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu, sisi kama Western Mbeya zoni tumefanikiwa kuweza kuwa na

jinsi ya kuweka ba... nsiyakuwek tulifanikiwa kuweza kugawa vijizuu 890 ikiwa ni pamoja na vitabu 28 vya n vya pendo visilo kifani, lakini pamoja na hiyo vitabu 17 saba ambavyo ni vitabu vingine mbali na vitabu vya pendo kifani. lakini pia kupitia mahubiri haya Mwenyezi Mungu tuweza kufanikiwa kubatiza watu saba kutoka katika matawi yetu ambayo ilifanikiwa endesha mahubiri haya. Kupitia mahubiri ya campus evangelism, tulifanikiwa pia kuweza kuwa na huduma za kiafya, ambapo tulikuwa na kipimo ambacho kilihusisha urefu pamoja na uzito ambacho kipimo hiki kilikwenda kwa jina la BMI. Kupitia kipimo hiki, tuliweza kutoa ushauri kwa wanachama ambao waliweza kupima kipimo hichi, ambapo wanapaswa kuzingatia hasa masuala ya chakula na mtindo wa maisha kiujumla. Kupitia mahubiri haya tulikuwa na masomo mbalimbali mbali, au mafundisho mbalimbali ambayo tulikuwa tuna masomo ya mahusiano, masomo ya afya na masomo ya mahubiri makuu. Sambamba na matukio hayo, kama kanda ya Western Mbeya Zone, tumefanikiwa pia kuwa na ibada ya pamoja ambayo inakwenda kwa jina la Federation, ambapo tulikusanyika kama matawi yanayopatikana Western Mbeya Zone, kwa lengo la kuwakaribisha ndugu zetu wapendwa wetu ambao ni mwaka wa kwanza dai. Hii ilifanyika katika chuo cha waasibu TIA ambacho kinapatikana pia ukanda huu wa Western Mbeya Zone. Shukrani sana Madamu Festina Wambura kwa taarifa hiyo nzuri. Sehemu ya tatu ya taarifa hii ilikuwa ni ukuaji katika kanda hii ya Western Mbeya Zone watu wameendelea kuongezeka siku kwa siku. Taarifa zaidi yanayo majeji mugisha ya, nam katika ukuaji wa ukanda wetu wa magharibi Mbeya, basi wakati tunatengwa tunaweza kuwa mchama, saba, sadu, baadu, yao, katao, na wanachama takriban mia saba sabini na nane ila mara baada ya wanafunzi baadhi kuweza kumaliza masomo yao wapatao mia tatu na watano wa wa na wanafunzi wengine wa mwaka wa kwanza takriban mia tatu na ishirini na nne na kuweza kusajiliwa basi tumekuwa na idadi ya wanachama jumla yake 797 lakini pia katika mkutano huu wa mini summit, tumeweza kuja na wanachama takriban 45 idadi ambayo hatukutegemea kama ingekuwa ni ndogo namna hii, na tunaamini kwamba katika mkutano ujao wa summit tumeweza kwenda na wanachama wengi zaidi na jina la Mungu izikuusa. Kila lenye mwanzo lina mwisho, usisahau wahenga walisema sehemu ya mwisho ya taarifa hii ni viongozi wa Western Mbeya Zone. Kwa taarifa zaidi, karibu uweze kuwasikiliza na kuwafahamu. Kwa jina naitwa Rose Kihaga, natokea kanda ya Western Mbeya Zone. Katika kanda yetu tuna viongozi wa idara mbalimbali, ikiwemo mwenyekiti wa kanda anaitwa Masuke Cheo, pamoja na warento warento, katibu wa kanda ambaye ni Yokobet Kichiba pamoja na Pendo Gai. Sambamba na hilo tuna wazini wetu wa kanda ambaye ni Christina Francis pamoja na Deliki Kiwele, na viongozi wa idara mbalimbali. Asanteni kwa kunisikiliza. Anakuja, anakuja. Yesu yu